Linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Adija Jimi Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emanuel Peter Mchari. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Huseni Swalehe mwenye umri wa miaka 48, huyu ni mnyamwezi na mkulima Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani, na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Hadija Jimmy Murijo na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumio huyu alikuwa amekwenda wilaya ya, ya, ya Urambo katika kijiji cha Vumilia na watumiwao walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi, na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Wilaya Urambo sio mbali sana na wilaya Kaliua. Kwa hiyo walikodisha usafiri wa pikipiki na kwenda kuzitoa fedha hizo baada ya, ya, ya kuwa zimetumwa, na baada ya hapo zile fedha, huyu mtumio alirudi Tabora ambako ndio makazi yake na familia yake Tunatoa wito kwa wananchi kuacha kutengeneza taarifa ambazo hazina ukweli kuhusiana na kutekwa. Mfano kwa hawa, wanaweza kuupotosha umma na umma pengine ukaamini kwamba kuna matukio ya utekaji kwa mkoa wa Tabora. Tunasema hatuna matukio ya utekaji, hakuna tukio lote la utekaji ambalo limejitokeza, isipokuwa ni uongo ambao ulitengenezwa, na lengo la wahusika baada ya maujiano lilikuwa ni kujipatia kipato kutoka kwa mume wa Adija. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo Waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Jeshi la Polisi linalo dawati ambalo linashughulika na makosa ya ukatili, na endapo kuna namna ambavyo baba atoi huduma kwa familia, njia sio kwenda kutengeneza uongo wa utekaji, anaweza akaripoti kwenye dawati na utaratibu wa kisheria ukafuatwa akapata stahiki ambazo anata... anastahili kupata. <tune>